Mtafiti wa wanyama sokwe na ambaye kwa miaka mingi ametumia utaalamu wake na utafiti kuhusiana na sokwe na mtu anayetajwa kuwa na ujuzi wa hali ya juu kuliko mwingine Dkt. Jane Goodall amefariki dunia akiwa na umri wa miaka tisini na moja. Hii ni TriGen Media. Daktari Jane Goodall mtafiti wa sokwe anayeaminika kuwa na ujuzi mpana na wa kina juu ya viumbe hao kuliko mtu mwingine yeyote yule amefariki dunia akiwa na umri wa miaka tisini na moja. Daktari Jane Goodall ni mmoja wa wahifadhi maarufu zaidi duniani. Kazi yake ya utafiti huo imejibainisha wazi nchini Tanzania, ambapo ni mmoja wa watu muhimu sana waliobadili mitazamo na kutoa uelewa mpana sana kuhusiana na sokwe nchini Tanzania na akalitangaza taifa kuhusiana na maisha ya sokwe wa Tanzania ambao walikuwa ni marafiki zake. Taarifa za kifo chake kwa mujibu wa taasisi yake ya Jane Goodall Institute cha kawaida na imekumbwa na umauti huko California nchini Marekani ambako alikuwa katika ziara yake, kama ilivyo kawaida kwake. Kwa miaka mingi alizunguka maeneo mbalimbali duniani kuhimiza uhifadhi wa mazingira. Akiwa mdogo kabisa, Dkt Jane Goodall alitamani siku moja kuishi kati ya wanyama wa Afrika. Alipokuwa na umri wa miaka ishirini na mbili alipokea mwaliko wa kukaa na rafiki yake nchini Kenya. Alipata pesa kutokana na kazi yake kama muhudumu ili kulipia safari yake hiyo ya kuja Afrika. Alifika nchini Kenya Aprili elfu moja mia tisa hamsini na saba. Ndani ya wiki chache, alikutana na Lois Leakey. Leakey alipata shauku ya kumwajiri Jane kama msaidizi. Leakey alikuwa sababu kwa daktari Jane kupata ujuzi kuhusiana na wanyama sokwe ambao hawakueleweka sana kwa walio wengi kuhusiana na maisha yao. Alimwomba Jane afanye utafiti juu ya kundi la sokwe wana ishi katika mwambao wazi wa Tanganyika nchini Tanzania. Mnamo Julai elfu moja mia tisa aliingia kwenye ufuo wa Gombe akifuatana na mama yake ili kuwaridhisha wataalamu wa Uingereza ambao hawakutaka msichana anayeishi peke yake msituni. Ndipo hapo Daktari Gudo alianza taaluma yake ya utafiti huko Gombe mkoani Kigoma mnamo mwaka elfu moja mia tisa sitini akiwa na umri wa miaka ishirini na tisa tu. Utafiti wake ulileta mageuzi makubwa sana duniani katika uelewa wa kina wa maisha na tabia za sokwe kwa namna ambayo haikuwahi kufahamika hapo awali. Alikwenda mbali sana hadi kiasi cha kuwapa majina sokwe hawa kulingana na koo zao na makundi yao, Kulingana na utashi wake. Alifanya kampeni nyingi sana za elimu ya uhifadhi wa mazingira katika maisha yake hadi akiwa na umri mkubwa wa miaka themanini. Daktari Jane Goodall bado alitumia siku mia tatu za mwaka kusafiri pande mbali mbali za dunia kueleza si tu ujuzi juu ya sokwe lakini pia kuwahimiza watu hasa watoto na vijana juu ya kutunza mazingira na hatari ya janga la mabadiliko ya tabia nchi inayokabili ulimwengu kwa sasa. Taasisi yake kwa sasa imekuwa sana hapa Tanzania na inatambulika duniani. Nani kwa sasa hajui habari za sokwe wagombe na Mahale huko? zote hizo ni jitihada za mtafiti huyo aliyejitolea maisha yake katika kazi hiyo. Nenda Jane Goodall, yapo mengi kukuhusu, lakini haya ni kwa uchache sana. Hii ni Trigen Media.